Mtazamaji, karibu katika kipindi hiki hapo. Leo tunaenda kuangalia jinsi nzuri ya kuweza kutengeneza picha mbao. Utakuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki magoli. Mtazamaji, kabla vyote hakikisha ambayo yenyewe inaitwa tuga hii ni karatasi ambayo inasaidia picha ya mbao yako iweze kumelemeta na kuonekana katika muonekano wa mizoe. Ukiachana na hii lakini pia tunavyo vibao. Hivi vibao ndio sasa tuna tunaweza kuprint picha zetu hapa. Hiki hiki kibao ni A5 lakini pia ukiachana na hiki tunayo tunacho kibao cha A4, pamoja na kibao cha A3, lakini pia unaweza kupata kibao cha A2, pamoja na ambavyo vyenyewe ni vikubwa kuliko hivi hapa. Nikiachana na material, tuna tunakuja kwenye vifaa vingine, ambapo ni mashini, ambapo hii itatusaidia sasa kutengeneza picha yetu. Lakini pia tunayo printa hii hapa, ambao wenyewe tatusaidia kuprint picha yetu. Lakini pia tunacho kifaa hiki hapa, kinaitwa card. Hiki kitasaidia wakati umeweka umeweka hii ghost paper yako kwenye kibao sasa hii karatasi itakokuwa mezidi utatumia hii kata kwa ajili ya kupunguza ili kuweka uhusiano sawa tu, wa so, picha na kibao chako na na print yetu ambayo itaenda kuprint kupitia wifi, kwa hiyo nitaituma moja kwa moja, alafu mwisho wa siku nitakuwa na print mpaka hapo. Hivyo ni vifaa ambavyo tutaenda kuvitumia hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunaiprint picha yetu vizuri. Pengine anajiuliza ni wapi utakapopata huduma nzuri za production? Karibu sana media ni media inayojihusisha na habari za mtandaoni, lakini pia tunatoa huduma mbalimbali za uzalishaji, hasa uzalishaji wa video pamoja na upigaji picha. Tunapatikana ilazo swaswa, mkoani Dodoma. Sasa baada ya kuona vifaa moja kwa moja, hatua inayofuata ni hatua ya kuweza ku, kuprint picha picha picha. Hapo yangu mimi ipo kwenye simu hii hapa, picha mbao. Utaenda kuiprint picha yenyewe ambayo unaenda kuiprint ni hii hapa. Ndo picha ambayo nitaiprinti. Tayari nimesha andaa picha yangu, kwa hatua inayofuata nabidi nioshe printa yangu. Utarudi hapo sehemu ya kuoshea mpaka utakapoona imewaka, basi hapo print itakuwa tayari imesha waka na baado tu kuunganisha simu pamoja na printa kwa ajili ya kuweza kuprinti picha. So, inayofuata, baada ya kuprinti picha sasa, tunachukua shuga kwa ajili ya kukata kuweza kuenda kwenye picha, kama nilivyokuwa nimekuambia awali kwamba hii inasaidia kuweka picha iweze kuwa inamelemeta uzuri zaidi, ambao tutaenda kukata kulingana na ukubwa wa picha yetu, ambao picha yetu sisi ni A4. Tunakata hii shuga kulingana na ukubwa wa picha yetu, kwa kanokwanjini, picha yetu ni ifo kama inavyoonekana. Kumbuka mwanzo nilikuambia kwamba mkasi ntoka tusaidia kukata nini, utakao tusaidia kukata hii shuga. Sasa baada ya kukata hii shuga yetu, inabidi sasa ni wakati wa kubana shuga pamoja pamoja na picha yetu kwa mashine kama ambavyo nilikuwa nimeambia hapo mwanzo, sakabla so, tujabana tu, inabidi hii karatasi yetu ina ina layer mbili. Hapo nachotakiwa hapa ni kubandua, kubandua hii layer, alafu picha nitaiweka katikati. Hapo inabidi tuweke picha yetu katikati ya hizi leya mbili. Sasa, baada ya kupachika picha yetu katikati ya hizi leya, kinachofata sasa ndo kubana, ambapo lazungusha mashine yangu iweze kubana vizuri picha. Mpaka hapo tayari picha yetu tumeshaibana pamoja na hii shule. Sasa hatua inaofata ni hatua ya kuweza kuweka picha yetu kwenye kibao, kama ambavyo tukuwa vimeonyesha. Na kwa sababu picha yetu tumetengeneza A4, basi hata kibao tutakachochukua kwa ajili ya kutumia kitakuwa ni kibao cha A4, ambacho ndo hiki hapa, ndo ambacho tutaenda kuweka picha yetu Mpaka hapo picha yetu tayari tumesha kata shuga kwa ajili ya kuinganisha, sa picha iko sawia kabisa na kibao. Sasa hapa kilichobaki ni kwenda kuweka kwenye kibao, lakini kama unavyokiona hiki kibao kwamba kuna lea nyeupe hii. Sa hii imetunza kwa ajili ya kutunza hii gundi huku chini, lakini pia kuweza kusaidia kibao kisikachafuka. Kwao kinachofuata hapa ni kuondoa kuondoa hii lea kuondoa ile ya nyeupe hapa ili kuweza kupata gundi ambayo itaweza kugundisha pamoja na picha. Mpaka hapo picha yetu tayari sasa imesha kamilika. Kichobaki ni kuitengeneza e, ili iweze kulingana vizuri, ama kwa sababu unaona huku imezidi kibao ko, kichobaki hapa ni kuweza kukata ili iweze kulingana vizuri. Mpaka hapo ndo mwisho wa kipindi chetu, ambapo leo tuko na kuonesha namna ya kutengeneza picha mbao. Lakini pia kwa mawasiliano zaidi, unaweza kunipata kupitia sifuri saba kumi na nne sifuri tatu kumi na mbili sifuri nane. Lakini pia kupitia mitandao ya kijamii utanipata kama Restituta Mkongwe. Kwa heri, nikutakia wakati mwema.